Kwengineko, chama cha walimu KUPPET kimepinga hatua ya serikali ya kutoa kanuni zilizorekebishwa ya marupurupu ya maeneo yenye ugumu. Aidha, walimu hao sasa wakisema kuwa huenda hatua hii ikasababisha maelfu ya walimu kupoteza marupurupu yao. Akizungumza mjini Nanyuki, katibu mkuu wa KUPPET Laikipia, Robert Miano amesema kwamba mabadiliko ya sera huenda ukasababisha ubaguzi. Hatua hii inajiri baada ya mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi kuwasilisha pendekezo bungeni akieleza kuwa uainishi uh, uainishaji upya wa maeneo yenye ugumu ni muhimu kutokana na kuboreshwa kwa miundo mbinu katika maeneo hayo. Bado usalama hauko sawa. Kama ni mambo ya transport na infrastructure, mabarabara bado iko vile ilikuwa, haija improve sana, na ukosefu wa maji na mambo kama yale. So mimi ningetaka kuuliza serikali inapofikiria kuondoa hardship allowance, ichunge sana isiguze Laikipia. Hauwezi ukakompea Laikipia na mtu ako Nyeri, mtu ako kule Kiambu. Hapa sisi tunapigana na bandits kila wakati, na hardship haistahili kuondolewa.